Nawambia wa Joyce Meyer Ministries. na najua nitahitaji usaidizi wa Mungu katika mafunzo haya. Yeye peke yake ndiye anayeweza kuwashawishi kwamba kile ninachosema ni kweli, lakini nawaambia kwamba mimi mwenyewe na wengine wengi, baadhi yao wameketi hapa usiku wa leo, ni thibitisho zilizo hai kwamba neno la Mungu lina nguvu ndani yake inayoweza kuponya nafsi yako na ikubadilishe kikamilifu, ili uwe mtu mpya kabisa. Hupaswi kusalia kuwa mwathiriwa wa kitu chochote. Hallelujah. Hebu tuone tuna nini hapa ndani oh. Uh, upendo wa Mungu sijui unaweza kunifanyia nini uh. Utumie kutibu hisia za kukumika naibu mara nyingi iwezekanavyo, mpaka maradhi yote yaishe. Maradhi yakirudi tena, ongeza tena, tumia zaidi bila malipo, utaongezewa bila kipimo. Ah, daktari Yesu! Haleluya! Oh. Oh. Chupa nzima ya unyenyekevu. Tumia kutibu madharau, majivuno na kiburi. tumia kutibu hukumu na kuwakashifu wengine. Ongeza bila vipimo, endelea kutumia hii mpaka maradhi yote yaishe. Nilihitaji chupa nyingine ya hii hivi karibuni, sijui nyinyi. Nimekuwa nikitumia hii mara kwa mara kwa miaka yote thelathini na nne ambayo nimekuwa nikisoma neno, bado naihitaji. Ukweli ni kwamba, ikiwa mnataka niseme ukweli, bado naihitaji mara kwa mara oh. Hmm. Ukarimu, hii itanisaidia vipi? Oh, tumia kutibu ubinafsi. Wow. Endelea kuitumia mpaka maradhi yote yaishe. Unajua nini? Nilikuwa na ubinafsi mkubwa kisha nikaokoka nikabatizwa kwa Roho na nikaanza huduma, na bado nilikuwa na ubinafsi mkubwa na sikuwa na furaha, lakini sikujua kwa nini sikuwa na furaha. Nilifikiri makosa ilikuwa ya Dave. Nilifikiri kama huduma yangu ingekuwa kubwa zaidi, ningekuwa na furaha. Nilifikiri kama mgongo wangu aungekuwa na maumivu, ningekuwa na furaha nilifikiri kama ningekuwa na pesa nyingi zaidi ningekuwa na furaha. Kama watoto wangu angekuwa na tabia nzuri zaidi ningekuwa na furaha. Jamani! Sasa, na katika mojawapo ya wakati wangu wa maombi nilimwambia Mungu, Mungu, sijui nini kibaya na mimi. Naenda kanisani kila wiki, mimi ni mkaribishaji sijui kwa nini sina furaha hivi. Na nakwambia, unaweza kusema chochote utakacho kuhusu swala la kama Mungu nena nasi au la. Baadhi ya watu hushtuka unaposema Mungu alisema, lakini mimi Mungu aliniambia huna furaha kwa sababu una ubinafsi. Basi nikaanza kusoma juu ya upendo, na nilisoma na nikasoma na nikasoma na nikasoma na bado nasoma. Jifunze kuwa mtu mkarimu, usifanye kwa kiasi kidogo zaidi unachoweza kufanya, fanya kwa kiasi kikubwa zaidi unachoweza na, na ufanye kwa kukusudia. Ufunga kabati ya dawa kwa dakika moja. Waibrania nne. Bado mko na mimi? Je, mafunzo haya yanaingia kilini mwenu na kupita na kwenda mpaka ndani ya roho zenu? Maana neno la Mungu lihai tena lina nguvu. Lihai tena lina nguvu. Kuna kitu kimoja kinachoondoa mauti kutoka kwetu na hiyo ni uzima. Nguvu inayoliwezesha kufanya kazi kwa njia ya kufana, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, sehemu za ndani kabisa za asili yetu, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wacha niwaulize swali. Wakati mwingine unapowasha runinga yako na unisikie nikikuhubiria mapema asubuhi, je, wewe uhisi kana kwamba unafanyiwa upasuaji? Ni kama unafanyiwa upasuaji wa nafsi. Hivyo ndivyo neno hunifanya nihisi. Hainifanyi iwe na hisia nzuri za msisimko. Wacha niwambie kitu. Nilipoanza kusoma neno kwa dhati kwa mara ya kwanza, ilikuwa mbaya sana, kwa sababu kila kitu nilichosoma nilikihitaji. Nilikuwa na matatizo mengi. Niliposikia mahubiri yoyote, nilihisi kuhukumika. Sikujua tofauti kati ya ushawishi na hukumu. Kwa hivyo, niliposikia mahubiri kuhusu kuzungumza kupita kiasi, nilifanya mpango mpango wa kimwili, nimeamua kesho sitasema chochote. Kisha nikiwa nyumbani mm -hmm. Kila mtu angesema nini kibaya na wewe, ningesema nimefika mwisho. Unajua, nikizungumza kupita kiasi mpendi, nisipozungumza kabisa pia mpendi. Unajua hiyo inaitwa nini? Ukristo wa utoto, si kujua kwamba kile nilichopaswa kusema ilikuwa ni ndiyo Bwana, umesema ukweli, nimeshawishika. huwa anasema mambo mengi sana anayoumiza watu, mambo mengine anayoumiza mimi mwenyewe, na nataka kubadilika na kuomba unibadilishe na nitaingia katika neno lako, nitatumia dawa yangu. Jamani, wacha niwaambie kitu. Ukizingatia kile andiko kuhusu kinywa katika kitabu cha Mithali, utaanzisha uponyaji mkubwa maishani mwako. Oh, itakubidi urudi tena wiki inayofuata, na, na utumie kiasi kingine cha dawa hiyo, na tena urudi wiki inayofuata, na, na utumie kiasi kingine cha dawa hiyo. Jamani, mmenisikia? Unajua nilifanya nini leo? Baada ya kumaliza mahubiri ya kipindi cha kwanza, basi nilienda nikala na nifurahia hiyo, kisha nikaenda katika duka moja na nikamnunulia rafiki yangu mmoja mavazi saba. Sasa si kwamba nataka kuambia jinsi nilivyo mzuri, bali najaribu kuambia hivyo ndivyo ninavyodumisha furaha yangu. Je, ulijunulia kitu chochote? Ndio, nilijunulia vitu kadhaa, lakini nawaambia tu ukweli. Niligundua kwamba njia ya pekee ya kuwa na furaha ni kuwa na ukarimu mkubwa, na huwa singoji ni hisi nataka kuwa mkarimu. Singoji mpaka nitake kuwa hivyo, huwa nafanya hivyo kila siku kwa kukusudia, kwa sababu nimepoteza muda mwingi wa maisha yangu nikiwa na huzuni na hasira, na sasa nataka kuwa na furaha. Kwa hivyo, kila siku mimi hunywa kijiko kikubwa cha ukarimu. Oh, imeenda wapi? Oh, oh, jamani, ah. Hii hapa <laughs> nilifikiri tanibidi nikimbie katika duka la vitabu ninunue nyingine. Kuna yeyote anaelewa kile ninachosema? Na wapa changamoto, ikiwa unajua ikiwa una ubinafsi basi kubali. Wangapi kati yenu una ubinafsi? Asanteni. Wangapi kati yenu hamna dosari? kwa kuevya mitaji chochote anachosema usiku wa leo nguvu <laughs> wow. ya Roho Mtakatifu tumia kadri unavyohitaji kutibu uvivu, <laughs> mpaka maradhi yote yaishe. wow. Utaongezewa bila kipimo. Daktari Yesu, jamani. uh-oh. <laughs> Hekima, tumia kutibu ujinga kadri unavyohitaji. Jamani oh uh. Unajua unawezaje kuwa Mkristo na uwe una msisimko ukiingia katika Ukristo kwa moyo wako wote, na uwe na lengo, useme nataka kukua, nataka kuwa kama Yesu, nataka kubadilishwa ili niwe kama yeye, nataka ajivunie kwa ajili yangu. Siko hapa ili mambo yaende ninavyotaka, niko hapa ili nimtumikie Mungu. Anarudi kunichukua na nitasimama mbele zake na nieleze jinsi nilivyoishi maisha yangu. Ni wakati wa kuachana na chupa zetu za maziwa, neti zetu na vidude vya kuchezea. Ni wakati wa kukua na tuwe wanaume na wanawake wa Mungu. Ikiwa hutatumia dawa yako na usalie mgonjwa kimakusudi, basi angalau kubali na useme nina matatizo haya kwa sababu sitaki kubadilika. Niwape mfano. Unajua, nakumbuka wakati mmoja mimi na David tulikuwa tunabishana na nikamkasirikia. Nilikuwa tu, aliumiza hisia zangu, na unajua jinsi mama anavyokuwa: hutaingia ndani ya chumba chochote nyumbani ikiwa yeye yuko huko ndani ya chumba hicho, hutazungumza naye, utamkoromia tu, hutataka kupika chakula chochote anachopenda au uvae vazi lolote analopenda na kadhalika na nimekuwa katika hali hiyo, na nimefanya mambo hayo, lakini sikutaka kufanya hivyo tena. Basi nikaenda ofisini mwangu, nikalala sakafuni na nikaweka jambo hilo mbele yangu. Nililala chini na nikasema, Mungu, siamki kutoka hapa mpaka unipe neema ya kutoka katika chumba hiki na niendelee na shughuli zangu kana kwamba hakuna shida yoyote. Sitoki hapa mpaka unipe neema ya kumsamehe. Na unajua nini? Haikunibidi nisome maandiko mengi, na nafahamu vizuri mahali maandiko haya yanapatikana. Na baada ya muda mfupi nilifikiri, nadhani dawa inafanya kazi, asante Mungu. Mpenzi, ungependa kutazama nini katika runinga usiku wa leo? Ungependa nikuletee kinywaji? Jamani, nakwambia si kuwa na uwezo wa kufanya hivyo, lakini kuna neema na nguvu katika neno la Mungu. Ni dawa kwa nafsi yako, na ukiacha kujaribu kufanya mambo kwa nguvu zako na uende mbele za Mungu ukitarajia neno lifanye kazi ndani yako, sawa? Huendi ikachukua muda mrefu kufanya hivyo. Kwa hivyo, na msaada mwingine kwenu Hatupaswi kusoma na kufahamu na kutafakari neno pekee yake, bali pia tunapaswa kukiri neno. Unahitaji kufahamu neno la Mungu ya kutosha kiasi cha kuweza kulikiri kwa sauti siku nzima, ukiwa mahali panapofaa kufanya hivyo. Mungu ananipenda, nimesamehewa dhambi zangu, sina hatia wala sihukumiwi, natarajia mambo mazuri yatendeke leo basi mnafanyia kazi ya ziada. Tunaita hiki kitabu cha mzambarau, sijui ni kwa nini, kwa sababu ni rangi ya mzambarau, ndio maana tunakiita kitabu cha mzambarau, na kinaitwa siri ya nguvu ya kukiri neno la Mungu kwa sauti. Unaona, tunacho kitabu hiki hapa, ni kidogo. Unajua, akina dada, mmeweza kukibeba ndani ya vibeti vyenu, wanaume mnaweza kukibeba ndani ya vijisanduku vyenu, unaweza kukiweka ndani ya kijisanduku cha gari lako, na hii ni nimekigawanya katika vitengo mbalimbali ili unapokabiliwa na shambulizi unaweza kupata dawa yako hapa hapa: hasira, upako, wasiwasi, kukosa amani, mamlaka, kulegeza msimamo, majukumu ya kijamii, maungamo, kujiamini. Sawa, hebu tuseme, nahisi kana kwamba sijiamini sana leo. Nahisi siko salama kabisa na natakiwa kwenda naniwasilishe ombi la kazi lakini naogopa sana. Hebu tuone, hebu tuone, mm, hii hapa. Nimewawekea maungamo haya katika kiwakilishi nafsi ya kwanza. Haya, tu yasikie: nina azma ya kujiamini, siogopi wala sijafa moyo, kwani Bwana Mungu wangu yunami kila niendako. Kwa msaada wako e Mungu, naweza kukabiliana na jeshi. Kwa msaada wako naweza kuruka ukuta. Namtumainia na namtegemea na Bwana na nitatenda mema. Nitakaa katika nchi na nipendezwe na uaminifu wake. Moyo wangu uthabiti, e Mungu, moyo wangu uthabiti. Nitaimba nitamuimbia Bwana. Zaburi. Na uendelee kutumia dawa hii, na uendelee kutumia na uendelee kutumia mpaka ghafla una <laughs> Je, mko pamoja nami? Amka asubuhi. Oh. Yesu nisaidie. Mm. Amani. Oh. Itumie kutibu hisia za wasiwasi na kukosa amani na kuhangaika. Mara nyingi iwezekanavyo mpaka maradhi yote yaishe. Bwana tuhurumie. Ah, Bwana, nafikiri hiyo ndiyo iko hapa ndani. Nini huwekwa ndani ya chupa za samawati? Oh, ni huruma. Nafikiri hiyo ni ya kitu kingine, sitatumia hiyo <laughs> jamani, zungumzeni na mimi. Utafanya nini ikiwa utaamka asubuhi na uhisi kana kwamba umekanyagwa na lori? Uta utachukua mfuko wa dawa. Wangapi katini ni lazima mtumie dawa kila siku? Sawa, wangapi katini tumia dawa Uh, ukisahau je, mwi kurudi nyumbani ili uchukue dawa zako, hmm? Zikiisha wewe huenda kununua zingine, unahakikisha unafika katika duka la dawa kabla halijafungwa. <laughs> Jamani, sasa huwa tunajitolea kwa dhati kupata kitu ambacho tunafikiri kitaondoa maumivu yetu. Basi kile ninachosema ni hebu tujitolee kwa dhati kidogo tu kwa ajili ya sumu za nafsi zetu, jinsi tunavyojitolea kwa ajili ya mambo yanayotusababishia maumivu ya kimwili na tuanze kuzingatia neno la Mungu kana kwamba ni dawa ya nafsi zetu. Hebu sikilizeni hii, nina vitu vingi sana hapa, naweza kuhubiri mfululizo wenye sehemu 40. Tafsiri ya Isaac Lesser ya Kutoka 15:26 inasema mimi ni Mungu daktari wako. Dawa ninayokuandikia ni neno langu. Tafakari neno, kiri neno. Mateo, 7, 24 basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili hekima busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hebu tuone mstari wa ishirini na tano mvua ikanyesha, mafuriko ya kaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke <tuhi> hatupaswi kuwa na hofu hata kidogo kwa ajili ya nyakati tunazoishi. Ikiwa umejenga nyumba yako juu ya mwamba, haikuanguka kwa sababu misingi yake imewekwa kwenye mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mstari unaofuata tafadhali. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa. Nguruwe watatu. Hapo zamani za kale kulikuwa na nguruwe watatu. Nguruwe mmoja alijenga nyumba yake kwa manyasi na nguruwe wa pili alijenga nyumba yake kwa miti. Walijenga nyumba zao kwa haraka sana kwa haraka sana walianza na wakamaliza. Ibada ya dakika arobaini na tano, sitaki kukaa hapa kwa muda wa ziada. Nyimbo mbili, ni nihubirie ujumbe dakika kumi na tano, nimetekeleza wajibu wangu, twende, harakisha, nataka kwenda mkahawani. Walijenga nyumba zao kwa haraka sana, kisha wakaimba na kucheza siku nzima, kwa sababu walikuwa wavivu. Nguruwe wa tatu alifanya kazi kwa bidii siku nzima na akajenga nyumba yake kwa matofali. Mbwa mwitu mkubwa mbaya aliwaona nguruwe hao wawili walipokuwa wakicheza, na akafikiria, hawa watakuwa chakula kitamu tena nyororo kweli. Aliwafukuza nguruwe hao na wakakimbia na kuingia ndani ya nyumba nyumba nyumba zao. Mbwa mwitu mkubwa mbaya alienda nyumba ya, ya kwanza na kaipuliza na kaipuliza nyumba hiyo mpaka ikaanguka. <laughs> Nguruwe huyo aliogopa na akakimbia na kuingia ndani ya nyumba ya nguruwe mwenzake iliyokuwa imejenga kwa miti. Mbwa mwitu mkubwa mbaya alienda nyumba hiyo na akaipuliza na akaipuliza mpaka ikaanguka. Sasa nguruwe hao wili aliogopa sana na wakakimbia na wakaingia ndani ya nyumba ya nguruwe watatu iliyokuwa imejengwa kwa matofali. Mbwa mwitu mkubwa ambaye alijaribu kuipuliza na kuipuliza nyumba hiyo ili ianguke, lakini hakuweza. Aliendelea kujaribu kwa muda mrefu, lakini nyumba hiyo ilikuwa imara kabisa na wale nguruwe hao wakawa salama humo ndani. Alijaribu kuingia kupitia dohani, lakini yule nguruwe watatu alichemsha sufuria kubwa ya maji na akaiweka chini ya dohani na mbwa mwitu huyo akaanguka humo ndani na akafa. Wale nguruwe wawili walisikitika kwa ajili ya uvivu wao, hao pia wakajenga nyumba zao kwa matofali na wakaishi kwa furaha maisha yao yote. <sighs> Ufunuo mlango wa 19, kuanzia mstari wa 11. Niliisoma leo asubuhi nilipokuwa najitayarisha na nilitaka nisimame ndani ya chumba changu hotelini na nipige kelele. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe akatokea, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita, kwa utakatifu, kwa haki na kwa uadilifu, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe, naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu na jina lake aitwa neno la Mungu. Aishie na Kristo, ambaye ni neno la Mungu, alifanyika mwili na akakaa kwetu. Na Roho Mtakatifu aliwapa watu upako wa kuandika kile tunachoita Bibilia, kitabu ambacho hakuna mtu yeyote ameweza kukiondoa duniani. Kilifungiwa kwa kipindi kirefu. Kipindi hicho kiliitwa enzi ya giza. Si ajabu kiliitwa enzi ya giza kwa sababu nuru ya dunia ilikuwa imefichwa. Lakini kama kawaida yake, Mungu daima hujitokeza. <laughs> Alijitokeza, na wacha niwaambie, Mungu atajitokeza tena katika jamii yetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kumwondoa. Huwezi kumwondoa Mungu kutoka kwa mashule, huwezi kumwondoa kutoka kwa kitu chochote, kwa sababu anamiliki kila kitu na yeye ni kila kitu. Na mimi nimeshafanya uamuzi wangu, nitalipenda neno, nitaishi kulingana na neno, nitakula neno, nitatafakari neno, nitasoma neno, nitakiri neno, kwa sababu ni dawa ninayohitaji kutibu sumu zote zilizo ndani ya nafsi yangu na hicho ndicho kitu unachohitaji hata wewe kutibu sumu za nafsi yako, jamani. Sasa tufanye uamuzi wa kupenda neno kushinda hapo awali.